Toka kwenye nafasi ya kakaangu Makalla, huyu ni mlezi wangu wakati niko chuo, nasoma chuo cha ushirika Moshi, yeye ndio alikuwa mweka hazina mkuu wa Chama cha Mapinduzi kipindi hicho, <tipedhi> katibu mkuu alikuwa mzee Yusuf Makamba, tulikuwa tunaenda kama vijana makada, unapeleka proposal, kaka Makalla alinishika mkono na tukaanzisha matawi ya vyuo vikuu nchi nzima, na yeye alihakikisha kwamba chama kinaeleweka na vijana wa vyuo vikuu wanaendelea kufanya kazi. Ah, kurithiwa ah, na mtu wa aina yako ni heshima kubwa, mtu anayekijua chama, anajua mifumo ya serikali. Na nilipokuwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni, yeye alikuwa naibu waziri wa maji oh. Chini yake tulikamata wezi wa maji na mita nyingi sana oh. Kaka anachapa mkazi anakata upepo. Nimekuona huko Simiyu, huko Mwanza, huko wapi. Tunakuambia afya njema, kakana ah! kazii natna na gobelo akikulilia kwamba urudi, lakini kwa mapenzi makubwa ulionayo na heshima kwa Daktari Samia ukawambia, niachieni nimsaidie mama yetu na mwenyekiti wetu wa chama tumalize uchaguzi 2025.